Mapya yameibuka tena kwa msanii wa Chief Godlove kwa maana ya Pipi Jojo baada ya lile sakata ambalo inasemekana muda wowote huenda Chief Godlove akaamua kumfukuza ama kumrudisha nyumbani Pipi Jojo, na hii ni baada ya ni kama vile Pipi Jojo ameweza kulewa mafanikio madogo tu ambayo ameweza kuyapata, lakini pia jinsi Chief Godlove ambavyo ameweza kumpa uhuru wa yeye kuhakikisha kwamba anakipata kila kile ambacho anakitaka kwa wakati wote ule pale basi, pipi jojo inaonekana kama vile amevuka mipaka na kila ambacho ameweza kukifanya pipi jojo, ndio inasemekana kwamba sababu ambayo inaleta wasiwasi mkubwa kwamba Chief God Love anaweza akaamua pipi jojo aweze kurudi Mbea. Sasa kuna kila ambacho ameweza kufanya pipi jojo ambacho mimi nitakwambia hapa, lakini pia nitakupa ushahidi wote juu ya jinsi tukio ambavyo lilivyokuwa na jinsi ambavyo pipi jojo mwenyewe amejikuta um, akijuta sana kufanya kila ambacho mpaka sasa hivi kina gharimu kwa namna moja ama namna nyingine uaminifu wake kwa Chief GodLove. Sasa kabla sijaweza kukusanua kuhusiana na hii story, mimi nikukumbushe tu kwamba kama ni mmoja tu ambao ndio mara ya kwanza kabisa unajoin na mimi kwenye hii channel au pengine umewahi kuja hapa lakini haujawahi kubonyeza neno subscribe, basi ndio wakati wako sasa hivi. Onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, baada ya hapo like video kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho wewe utakachokitazama katika hii video. Mimi ni Togabi Official. Hii ni Bongo Vibe namba moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote kuhusiana na zile stori ambazo zina trend basi unakuwa wa kwanza kabisa kuzipata. Sasa kama kawaida tunafahamu eh, Chief God Love pamoja na Pipi Jojo. Of course wamekuwa wakiishi kwa furaha sana, lakini pia uh, Chief God Love amemfanya Pipijojo kama ni mwanae. Maisha yamekuwa bomba sana. Maisha yamekuwa ni Skandali nyingi sana zimeongozana recently na tumeona yote yameweza kutokea kati ya Chief GodLove pamoja na Pipi Jojo, lakini hususan kuna lile pale ambalo lilikuwa na linahusiana na kile kitendo cha Pipi Jojo kukatika mbele ya Chief GodLove alafu, ukizingatia uh, inasemekana na Chief alishasemaga kwamba yule anamchukulia kama mtoto wake, lakini vile vitendo vilikuwa vinaonyesha kabisa kwamba pengine kuna kitu kingine cha ziada ambacho Chifu amejificha eh, pamoja na Pipijojo wamejificha kwa kimvuli cha kusema kwamba wale ni baba na mtoto, lakini tunafahamu pia kwamba kulikuwa kuna Uh, harakati nyingi kwenda Kenya nini kuenjoy kucelebrate na uhuru wa asilimia mia moja ambao Pipijojo alikuwa amepewa. Sasa kuna moja ya picha ambayo imesambaa ilikuwa inamwonyesha Pipijojo kama alikuwa amekumbatiana na mshikaji fulani hivi. Anaonekana ni, ni, ni jamaa fulani hivi miaka ishirini na kitu hivi hapo hivi ambapo inasemekana kwamba yule ni mpenzi wake. Sasa ile picha sijui imekwaje kwa upande wa Chief GodLove kwa sababu kwa inavyosemekana ni kwamba Chief Godlove amefikiwa na ile picha na moja ya kitu ambacho ameamua ni kwamba akamkalisha kikao Pipijojo na kumwambia kwamba itabidi tu afanye mpango aweze kurudi nyumbani. Ilikuwa ni kauli tu ambayo alikuwa anamwambia Pipi Jojo, na ndio maana kuna moja ya clip ambayo pia ilisambaa ikimwonyesha Pipi Jojo akiwa analia bila hata, eh, kuandika caption yoyote na hakuna chochote ambacho watu walikuwa wanajua kwamba alikuwa analia nini. Kwenye kurasa ya Snapchat bila shaka mmeweza kuona kwa sababu kule mara nyingi ndio amekuwa akijisnap sana so ameweza kushia pia ako video kwa video clip, akionyesha kwamba alikuwa analia, japokuwa watu hawajaelewa, na imekuwa ni kama vile kawaida sana ya watu kuweza kuzua kiki na vitu kama hivyo, so wengi walichukulia kama kawaida, ila inasemekana kwamba huyo kijana ambaye jina lake amejitambulisha kama Ashraf, inasemekana kwamba ni mpenzi wake na Pipijojo ambaye amekuwa naye kwa muda sasa hivi, lakini Chief GodLove hakuwa na taarifa ya kwamba Pipijojo alikuwa na mpenzi. Sasa baada ya hayo yote, unaambiwa kwamba jamaa hajeza kuonekana tena huyo bebi wake na Pipijojo, kwa sababu moja ya kitu ambacho Chief GodLove pia alikuwa amekifanya ni kusema kwamba tena mtafuta huyo jamaa ilimshwa siku aweze kumkutanisha na Pipijojo na aweze kumpiga maswali ambayo yeye anaamini pengine kuna vitu anaweza akavipata kupitia hawa watu wawili, na kujua wana mda gani kwenye mahusiano, pengine kwa sababu Chief GodLove anamlea Pipijojo kwa maadili ya kwamba yeye kama mzazi, lakini wengi wakaenda bali zaidi ya kufikiria kwamba Pipijojo amini Godlove nawasema kwamba hawa watakuwa ni wapenzi. Kwa hiyo wengi wameona kwamba Chief Godlove ameona kama vile ameona kama vile wivu, kwamba kwa nini Pipijojo aweze ku-date na mwanaume mwingine hali mimi nipo. So hayo alikuwa ni maoni tu ya wadau mbalimbali, ambao wameweza kutoa comment yao kutokana na kile ambacho inasemekana Chief Godlove amesema kwamba anataka kumrudisha huyu Pipijojo uh, mkwani kwao Mbea sasa kwa hatua waliopiga sasa hivi. Na kama ikatokea kwa mfano huyu Pipijojo akaachwa peke yake, kwamba eti arudi zake Mbea, unadhani kwamba muziki wake ndio utakaoishia pale na safari yake ya kujulikana ndio itaishia pale? Watu watamsahau tena au chief Godlove hawezi akafanya swala la kuweza kumrudisha Pipijojo Mbea? Pengine ilikuwa ni namna tu ya kumtishia, mwisho wa siku aweze kushtuka na kuona kwamba okay, kumbe kuna baadhi ya vitu tunatakiwa sivifanye. Comment yako ni ipi kuhusiana na hiki au unadhani pengine inaweza kuwa ni kiki tu ambalo imetengenezwa? Basi tuambia kwenye comment section hapo chini ya hii video. Hili muhimu zaidi, usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates.